Leo katika video hii nitakuwa nikufahamisha hatua kwa hatua namna gani unaweza kujisajili na kupata mikopo hii ya asilimia kumi ya halmashauri kwa ajili ya makundi maalum yaani, ninaongelea mikopo hii ya serikali ambayo inatolewa kwa makundi ya vijana wanawake, pamoja na walemavu. Ni mikopo ambayo imeidhinishwa na serikali, na vijana ambao wanakuwa katika makundi yasiyopungua watu watano pamoja na wanawake wana uwezo wa kufanya maombi ama kutuma na kujisajili mtandaoni na ukapata mikopo kirahisi kabisa. Hatua zote hizi ambazo zitakwenda kufundisha unaweza kuzifanya wewe mwenyewe kupitia mtandao, na nitakwenda kuelekeza hatua kwa hatua kirahisi kabisa namna gani unaweza kujisajili na kisha kupata uh, mikopo nyie kama vikundi na mkamaliza proses zote mpaka mnapata mikopo kirahisi kabisa kupitia simu yako ama kifaa chako chochote cha mtandao unachotumia. Basi bila kupoteza muda tuende tukafahamu, uh, namna gani unaweza kujisajili. Video hii uh, nimeigawanya katika sehemu mbili. Video hii ya kwanza nitakwenda kuelekeza na kukufahamisha vitu vyote ambavyo unahitaji, kwa sababu jinsi ambavyo unajisajili kwenye uh, mikopo hii ya halmashauri unahitaji kuwa na dokumenti mbalimbali mbali. Na dokumenti uh, ziko nyingi, kwa hiyo nitakwenda kuzichambua hapa, unahitaji nini mpaka uweze kupata mikopo. Hapa nitakwenda kuorodheshea kwa mtiririko vizuri kabisa namna gani unaweza kujiandaa na usajili wa kikundi kwayo, nitakwenda kutajia dokumenti zote ambazo tutatakiwa kuwa nazo, na kisha baadaye video ya pili au sehemu ya pili nitakwenda kukuelekeza sasa, baada ya kuwa na zile dokumenti zote, namna gani unaweza kuziingiza kwenye mfumo kupitia simu yako ama kifaa chako chochote, na kisha mka mkawa approved kikundi chenu na mkapata mkopo kirahisi kabisa kupitia mtandao. Basi document ama nyaraka ya kwanza kabisa ambayo mnahitaji kuwa nayo ili uanze maombi ya mikopo, kwanza kabisa, kama kikundi, mnatakiwa kuwa na muhtasari wa kuunda kikundi. Muhtasari ni document ambayo inaonyesha kwamba mlikana kujadili kuhusiana na kuunda kikundi chenu, lakini kishiani kwamba muhtasari huu unakuwa na saini ya kila mwana kikundi chini yake Yani mahudhurio ama wale watu ambao walikuwepo siku ya kujadili kuhusiana na kuunda kikundi. Lakini dokumenti ya pili unahitaji ni hii ya muhtasari wa kusajili kikundi chenu. Lakini pia hakikisheni barua hii ya muhtasari wa kusajili kikundi chenu inakuwa na saini ya kila mwanakikundi kwa chini yake. Nyaraka ya tatu au dokumenti ya tatu ambayo wa inahitaji ni katiba ya kikundi. Katiba ya kikundi ni moja kati ya nyaraka za muhimu sana ambazo natakiwa kuwa nazo. Nyaraka hii itakuwa ikieleza kwamba nyie kama kikundi mmejadiliana na mtakuwa mnafanya mambo yenu kwa utaratibu upi. Kwa hiyo, kulingana na biashara ambayo mmekubaliana mtakuwa mkiifanya na ambayo mtaombea mkopo, mtakuwa na katiba yenu ambayo itakuwa inawaguide namna gani mtafanya mambo yenu lakini pia uh, ni rahisi hata kama hujawahi kuandika katiba ama hujawahi kuandika katiba, mfano kutembelea seshonali mbalimbali unaweza kukutana na mifano ya hizi nyaraka na ukajifunza ama ukabadilisha na kutengeneza nyaraka hizi kirahisi, na ukawa tayari uko nazo kama bado hujawahi kutengeneza katiba na nyaraka zinginezo. Nyaraka ya nne ambayo unahitaji kuwa nayo ni barua ya kuomba kusajili kwa kikundi chenu. Sasa hii barua inakuwa ni barua rasmi ambayo barua hii inapitia sehemu nne. Kama tunavyofahamu barua rasmi inakuwa na anwani mbili, anwani yenu pamoja na anwani yule ambaye barua hii itamfikia. Sasa kwenye anwani hapa mtaandika kwamba barua hii inapitia sehemu nne, yaani ile tunaandika KK kupitia kwa. Kwanza kabisa utaandika kupitia kwa mtendaji mtao lakini pia utaandika kupitia kwa afisa maendeleo wa kata, lakini pia utaandika kupitia kwa mtendaji wa kata, na mwisho kabisa kupitia kwa mkurugenzi wa halmashauri. Na barua hii ikishapitia kwa watu wote, kila mmoja atakuwa akisaini sehemu yake. Kwa hiyo kama imepita kwa mtendaji, atakuwa anatia saini hapo pembeni; kama imepita kwa afisa maendeleo wa kata, atapia atatia saini yake hapo pembeni lakini huyu wa mwisho kabisa ambaye ndio mkubwa mkurugenzi wa halmashauri yeye, saini yake anaweza kaitia hapo au akatia kwenye mtandao. Kwa hiyo uh, itakuwa rahisi kwa sababu hata nyaraka na vitu vingine ambavyo mtakuwa mkiupload atakuwa kiviona moja kwa moja kwenye mtandao na kuvipitisha. Lakini dokumenti ya tano ambayo utahitaji kabla kuanza usajili katika mtandao, utahitaji utambulisho wa kikundi ama form, au tunasema barua ya utambulisho ambayo hii inapatikana kwenye serikali yenu ya kata. Kwa hiyo mta, mtaenda kwa ajili ya kuomba barua ya utambulisho wa kikundi na mtatakiwa kuwa nayo. Lakini kingine cha mwisho kabisa ambacho mtahitaji kuwa nacho kabla kianza hatua moja moja ya kujisajili, utahitaji kuwa na passport size za kila mmoja, mkiwa mnatambua pia majina pamoja na taarifa mbalimbali kama jinsi ambavyo zipo kwenye NIDA niko namaanisha namba na za NIDA na vitu vinginevyo, lakini pia kumbuka uh, vijana ama watu ambao wanapata mikopo katika vikundi hivi hawatakii kuwa na umri wa kuzidi miaka thelathini na tano kwa upande wa vijana. Okay, mpaka ufikia hapo kwa vidio ya kwanza ya maandalizi kwa ajili ya ku tuma maombi na kupata mikopo hii ya halmashauri nitakuwa nimemaliza. Basi tutazame video ya pili ambayo nitakuwa nikielekeza hatua kwa hatua namna gani unaweza kuchukua document zako na kuzi upload mtandaoni na kupata mkopo kirahisi kabisa kupitia mtandao. Asante.